Aleluya! Kristo amefufuka! Amefufuka kweli! Aleluya! Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni katika huduma Paloti tunaopowaletea tafakari ya jumapili ya Pasaka erini, kwa siku kuu ya Pasaka. Aleluya! Kristo amefufuka! Ni furaha iliyoje kutangaza maneno haya pamoja baada ya kupitia uzuri ya Ijumaa kuu na ukimya wa Jumamosi kuu. Leo ni siku kuu kwa sababu Kristo amefufuka. Hakika, kifo hakikuwa, hakijakuwa na hakiwezi kuwa na neno la mwisho ili ndilo fumbo la imani yetu ya Kikristo, kwamba Kristo amekufa, Kristo amefufuka na Kristo atakuja tena. Imani ambayo inaishia tu kwenye mateso na kifo cha Yesu pekee ni ya kusikitisha sana, kama Mtakatifu Paulo anavyosimulia katika Waraka wa Kwanza kwa Wakorintho, kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu watu wa kusikitiwa kuliko wote. Kwa hivyo, ndugu zangu wapendwa, fumbo ili kuu la ufufuko wa Bwana wetu tunayoadhimisha leo ni lengo na kiini cha imani yetu, ni ujumbe muhimu wa tafakari yetu, kwa sababu ufufuko wa Bwana wetu ndiyo msingi na chanzo cha imani yetu. Tunaweza kujiuliza nini kingetokea kama Kristo asingefufuka? Basi mahubiri yetu, hata imani yetu ni bure, kama Mtakatifu Paulo anavyosema katika waraka wa kwanza kwa Korintho sura ya 15, aya ya 14. Katika Injili ya leo tunavutiwa na uzoefu wa Maria Magdalena ambaye katika giza la asubuhi na mapema anaenda kwenye kaburi analikuta likiwa wazi na tupu. Mara moja moyo wake unajaa fadhaa hata hofu. Tukio hili linaweza kuonyesha kile kinachotokea katika mioyo yetu tunapokumbana na jambo lisilotarajiwa. Kile ambacho Maria na wanafunzi walikuta si kaburi tupu bali walikuta mwanzo wa ulimwengu mpya, ulimwengu ambao kifo hakina neno la mwisho tena juu ya maisha yetu. Kaburi si tupu kwa sababu Yesu aliondolewa; ni tupu kwa sababu yeye yu hai. Kwa hivyo, ndugu zangu wapendwa, ufufuko si tukio la kihistoria tu ni hatua muhimu ya Kimungu, ni jibu la kipekee la dhambi, mateso na kifo, kwamba hakika kuna matumaini ya kweli. Na sasa, ndugu zangu wapendwa, ikiwa ufufuko wa Yesu ndiyo msingi wa imani yetu, tunahitaji kuwa watu waliofufuka pia. Ikiwa Kristo ameshinda kifo, basi tabia zetu za dhambi zinahitaji kukoma na kufa pia kama watoto wa Kristo, na tumtangaze Bwana aliyefufuka katika jumuiya zetu, familia zetu na maeneo yetu ya kazi, ili kuleta furaha hiyo kwa watu wote. Nasi sote tunaalikwa kuwa watu wa Pasaka, kwa sababu kama hakuna ufufuo kwa tabia zangu mbaya ukafiri wangu kwa chuki yangu kwa kiburi changu kwa umbea wangu na kwa tabia zangu zote mbaya, basi mimi ni Mkristo gani? Ikiwa hatufufuki kutoka kwenye matendo ayo yote ya dhambi, basi mahubiri yetu hayana maana. Kwa hivyo kama Mtakatifu Paulo katika somo la pili anavyosema, tunakumbushwa kwamba basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu. Pasaka si ufufuko wa Yesu tu, ni mwaliko kwetu kufufuka pamoja naye. Katika somo la kwanza kutoka Matendo ya Mitume, tunasikia jinsi Petro alivyotangaza kwa ujasiri ukweli huu mpya kwamba Yesu aliyesulubiwa sasa amefufuka na amekuwa chanzo cha msamaha na uzima mpya kwa wote wanaoamini. Hivyo tuombe, ili Bwana wetu Yesu Kristo aliyefufuka katika utulivu wa kaburi tupu atusaidie kuona na kuamini na kuondoa mawe yanayoleta hofu au mashaka yanayokumba mioyo yetu. Kristo atusaidie Uishi kama watu wapya waliojaa matumaini, ujasiri na furaha ya ufufuko wake. Kristu mfufuka atubariki. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.